The female rapper Cardi B ameamua kumjibu rapper Kanye West na hii ni kufuatia tweets ambazo amekuwa akiziweka upande wa X katika siku za hivi karibuni. Kanye West kupitia X ali share moja tweet ikisema kwamba hivi Cardi B baada ya miaka kumi atakuwa wapi akimaanisha kwenye kiwi yake ya kimuziki na kisha kusema tu tayari amekisha kumtumia, ni kama wamemtumia na kisha kumterekeza. Akuishia hapo tweet iliyofuatia akaandika hivi: Cardi B alikuja kwenye muziki kisha akachukua nafasi ya Nicki Minaj, yaani kwa kuwa Cardi B alimrepress Nicki Minaj lakini baada muda Megan Thee Stallion akaja kwenye industry ya muziki akamrepress Cardi B, yani, nafasi ya Cardi B ambayo alikuwa nayo kwenye industry ikachukuliwa na Megan Thee Stallion. So hivyo tu. Doja Cat akaja kuichukua nafasi ya Megan Thee Stallion na Doja amekuja kwenye industry na game kumrepress Doja Cat akaa, yani, hapa ni kama amemaanisha kuwa wasini hawo amekuwa wakipiana vijiti hasa kwa kila mmoja kuzingatiwa pale ambapo anakuwa na rise into fame na kuona hadhi ya juu kumzidi ambaye alikuwa na nafasi hiyo kwa wakati huo kwenye hii tweet pia kazungumzia nafasi ya Doja, the female rapper huyo ambaye kwa sasa anafanya vizuri na kile ambacho anakifanya Doja Cat, lakini pia kumzungumzia Lizo, kwamba ni msanii ambaye ameletwa kwenye industry kwa ajili ya kupromote watu wa usembo na obesity, lakini pia kumsifia kwa talent ambayo anayo na uwezo wake kwenye muziki lakini pia jinsi ambavyo anajikubali. Sasa hizi ni tweets ambazo upande wa Cardi B hazijamfurahisha hata kidogo. Kwenye account ya X, alikuja kuandika hivi: Tangu niachia albamu yangu ya kwanza miaka saba iliyopita, bado mimi ni topic na bado watu wanaulizia muziki wangu. Inaonesha wazi ya kuwa nina fan base ya kweli. Watu wanakuja na kuondoka, lakini mimi bado nipo hapa na bado nitakuwa hapa. Hii ni tweet ambayo imetafsiriwa na wadau wa muziki kwamba nijibu tosha kwenda kwa Kanye West juu kile ambacho alikisema kwamba licha kuwa msanii huyu alikuja na kumrepress Nicki Minaj lakini pia nafasi yake ya kuchukuliwa na mega Megan Thee Stallion. Lakini majibu yake hapa imekuwa ni tofauti kwa kusema kwamba yeye yeah, yeah, licha kwamba ana album moja tu ya Invasion of Privacy ambayo ina miaka saba tangu kutoka kwake, lakini jina na umaarufu amezidi kumaintain, na mashabiki wanaonesha wazi bado wanamhitaji kwa kazi zake za kimuziki. Ufahamu hii si mara kwanza kwa Kanye West kumzungumzia in a net way Cardi B. Hapo mwanzo ma mwaka jana, kuna video mwaka 28 ilivuja akimzungumzia msanii huyu kwamba ni industry plant ambaye ameletwa kwenye muziki ili kumshusha, so, Nicki Minaj. So hii ni kwa mara ya pili, na Cardi B hajataka kukaa kimya. Hii hapo ni SNS Management. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu